Katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi ya ushindi. Karibu kuketi kwenye kiti chako cha baraka, kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi nyingine tena ya baraka ambayo Mungu ametupa ya kusogea tena kwenye madhabahu yake kwa ajili ya kuendelea kujifunza tuna kichwa cha somo kinachosema uh, madhabahu dhidi ya madhabahu, madhabahu dhidi ya madhabahu. Na hapa tunajifunza kwa bari ya madhabahu ya Yehova dhidi ya madhabahu zile nyingine za adui, madhabahu ya Yehova dhidi ya madhabahu za adui hasa katika mistari hii ambayo tumekuwa tukianza, tumeanza jana asubuhi na mchana na tukaendelea, na tulianza kuangalia kwa habari ya kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza, ule mlango wa kumi na sita kuanzia ule mstari wa thelathini mpaka thelathini na tatu ni kwa habari ya Ahabu anaenda kwa mfalme wa Sidoni, alafu anaoa binti wa mfalme wa Sidoni anayeitwa Yezebel. Yule mfalme wa Sidoni, jina lake anaitwa Eth Bahali. Lile jina tu linakuonyesha kwamba huyu ni kuhani kwenye zile mazabau za Bahali. Kwa hiyo kitendo cha Ahabu kumwoa Yezebel, Yezebel anakuwa malkia, anatoka katika ile mji wa kwao wa Sidoni, alafu anakuja katika makao makuu au katika jumba la kifalme pale Samaria. Yezebeli, tukaona alipofika, alifika na mambo mawili. Jambo la kwanza, alihakikisha madhabahu ya bahali inajengwa pale kwenye ile ikulu ya Samaria, lakini jambo la pili, Yezebeli akahakikisha na Ashera inajengwa lakini pia jambo lingine ambalo alilifanya, baada ya kujenga ile madhabahu ya Baali na Ashera, alihakikisha anaondoa wale manabii wa Bwana waliokuwa wako yo, kwenye li... kaweka wale manabii wa Baali ambao walikuwa ni nimi manabii 450 walikuwa ni wa Bahali na wale manabii 400 walikuwa ni wa Ashera. Jumla wakawa ni manabii 850. Sasa tukaona baada ya ile madhabahu tu kujengwa ile madhabahu ya Bahali na madhabahu ya Ashera kujengwa katika ikulu ya Samaria, kuna mambo yanaanza kutokea. Jambo la kwanza tukaona uh, mazabau hile ilianza kufanya kazi ya kubadilisha maono ya watu. Na boti ana shamba lake la mizabibu, baadaye anaambiwa na Ahabu, nipe hilo shamba la mizabibu ili mimi nilifanye shamba la mboga. Tukasema hizi mazabau mahali zilipojengwa ziwe ni kwenye eneo la kazi, ziwe ni kwenye eneo la biashara, kazi yake kubwa ni kubadilisha maono ya wana wa Mungu kule maono, ile mipango inabadilisha, kwa sababu adui anachokitaka ni hawa watu wa Mungu wasifike kule ambapo Mungu anataka wa wao wafike. Lakini jambo la pili ambalo tuliliona ya hizi madhabahu mahali zinapojengwa, kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la biashara, zinachokifanya zinainua ile roho ya wivu, zinainua ile roho ya wivu na kutopenda kukaribiwa na watu kiuwezo, zinainua ile roho ya wivu, zina roho ya wivu na kutaka kutokupenda watu kufika kule ambapo huyu uh, mtu yupo. Kwa hiyo kazi ya hizi madhabahu tukasema, zinapojengwa mahali iwe ni kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la kazi, zinachokifanya zinapoona mtu anainuka ili kuzikaribia zenyewe, zinamzuia yule mtu, zinamgonga yule mtu na kumrudisha kule chini ambapo huyu mtu anatakiwa kubakia kule chini. Kwa hiyo unakuta ni mtu yuko kwenye taasisi, ana haki yake ya kusoma, ni wakati wake kusoma, lakini zenyewe zinachofanya ni kukandamiza ili kuhakikisha huyu sasa. Nataka tuendelee tena jambo lingine uh, tatu. Roho hizi mahali zinajengwa, pia zinainua zinainua ushawishi, zinainua ushawishi na kufanya urubuni, ni ushawishi na kufanya urubuni. Angalia kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza, ule mlango wa ishirini na moja na ule mstari wa pili, wa pili, na msisitizo mkubwa ni kwenye ule wa pili b. Biblia inasema Ahabu akasema na Naboth akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami na nitaku, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au ukipenda nitakupa sawasawa sawa na thamani yake. Sasa uh, hii roho ya hii madhabahu ya bahali na madhabahu ya Ashera zilipojengwa pale katika ile ikulu ya Samaria. Kuna mambo naona yanaanza kubadilika kwa Ahabu. Baada ya Yezebel kuingia kama malkia na ile madhabahu zinajengwa, hata ule uwezo wa Ahabu na ile akili ya Ahabu inabadilika. Zile madhabahu zinachokifanya pamoja na kuwakandamiza watu wa Mungu walioko katika eneo husika, lakini huwa zinatumia ushawishi, huwa zinatumia pia urubuni ili kuhakikisha hawa watu wa Mungu walioko katika eneo husika mambo yao yanaharibika. Sasa angalia katika hii mistari, ili shamba la mizabibu la Naboth lilikuwa liko karibu kabisa na ikulu ile ya Samaria na wakati wote Ahabu mfano alikuwa analiona, lakini baada ya kujengwa ile madhabahu ya bahari kwa Ahabu, Ahabu anaanza kutamani lile shamba la mizabibu la Naboth. Sasa angalia namna anavyotumia ushawishi, anamwambia nipe shamba hili ili mimi nilitumie, alafu mimi nitakupa shamba lililo zuri zaidi. Sasa na cha kujiuliza, kama Ahabu ana shamba lililo zuri zaidi, kwa nini asiende kulitumia ilo shamba kwa kulima mboga? Lakini haitoshi, unaona anamshawishi, anasema au kama hautahitaji hilo shamba lingine, mimi nitakupa, nitakupa fedha thamani kubwa sawasawa na thamani ya hili shamba. Kwa hiyo nataka uone hapa ni mahali ambapo hizi mazabau zinajengwa huwa zinatumia ushawishi. Aina ya ushawishi ambazo zinatumia ni kuhakikisha zinawarubuni watu walio upande wa Mungu ili kuwaondoa kwenye ile misheni ya Mungu aliyoweka ndani yao. Huyu mtu ana mipango huyu mtu ana maono, huyu mtu kuna namna ambavyo ameweka, labda ni kazini kwangu kuna mipango hii hapa, kwenye eneo langu la biashara kuna mipango hii hapa. Mwaka unapoanza mpaka unapofika pale mwishoni, kuna mahali nataka nifike hapa, hasa kwenye hiyo mipango. Kazi ya hizi mazabao ni kuhakikisha zina leta uharibifu kwenye ile mipango, zinaleta uharibifu kwenye yale maono, kwa kutumia ushawishi, kwa kutumia ushawishi. Kwa hiyo Ahabu hapa anamshawishi Naboth, ili Naboth aachie lile shamba, lakini lengo kubwa ni kumwondoa Naboth kwenye ile mipango ambayo aliyoweka. Jambo lingine ambalo nataka uone Mazabau hizi mahali zinajengwa huwa zina tabia ya kutumia vibaya mamlaka iliyopo, huwa zina tabia ya kutumia ma vibaya mamlaka iliyopo. Angalia kwenye ule mstari wa nane, hiyo hiyo Wafalme wa Kwanza ishirini na moja nane, Biblia inasema hivi. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu akazitia muhuri yake, akazipeleka wenye nguvu, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee wanze upea basi, akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri wake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Naboth. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Naboth juu ya watu mkainue watu wawili, watu wasiofaa ili wamshitaki na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Sasa hizi madhabahu, mahali ambapo zinajengwa, huwa zina tabia ya kutumia vibaya mamlaka zilizopo, lengo ni kuwakandamiza watu wa Mungu alafu kuwainua watu walio upande wake. Baada ya Ahabu kutumia ushawishi kwa Naboth, Naboth anakataa, namwambia mimi siuzi urithi wangu, siwezi kuuza hili shamba, maana hili ni urithi. Na Ahabu anarudi nyumbani akiwa anahuzuni. Mke wake au malkia Yezebeli anaweka chakula, Ahabu anakataa kula kile chakula. Yule mama anamwambia kwa nini unahuzuni? Alafu Ahabu anamwambia ni kwa sababu ya Naboth amekataa kuniuzia shamba lake la mizabibu. Yule mama anamwambia hilo ni jambo dogo, wewe kaa hapo ule, alafu mimi nitakupa shamba la Naboth. yule mama anapokifanya anachokifanya, wakati mfalme akiwa amelala, yule mama anatengeneza waraka, anatengeneza waraka, ule waraka anaotengeneza, anatengeneza maneno ya uongo ya shutuma dhidi ya Naboth. Halafu anachokifanya anachukua muhuri wa mfalme anaugonga kwenye ile nyaraka. Wafalme wale wa zamani, uh, walikuwa na pete kubwa kwenye mikono ambazo tunaona maaskofu wetu wanapoingizwa kazini wanapewa zile pete, zile zinaitwa ni insignia. Maana yake akigonga muhuri wa ile pete, inaonekana ni mfalme ndio ameandika ile waraka na ndio mfalme ametia ule muhuri kwa hiyo Yezebeli anatengeneza hivyo, wakati Ahabu mwenyewe hajui nini kinaendelea. Kwa hiyo anapeleka kwa watu, kwa wale wazee maarufu kwenye mji, anamwambia, anawaambia tengenezeni, inueni watu wasiofaa, alafu mwende mkaseme Naboti amemtukana Mungu na Naboti amemtukana mfalme. Lakini hamna mahali popote Naboti aliyetamka, hamna mahali popote Naboti alipomtukana mfalme. Anachokifanya huyu hii mazabao ni kuhakikisha tu wanakatisha maisha ya Naboth kwa lengo la kuchukua kile kiwanja. anachokifanya anachokifanya huyu huyo Yezebeli, lengo kubwa ni kuhakikisha anadhulumu ile lile shamba la Naboth. kwa hiyo angalia sasa, hizi madhabahu zinazofanya kazi, zinatengeneza watu wa uongo, zinatengeneza mashtaka ya uongo kwa kutumia mamlaka waliokuwa nayo, lengo ni kuchukua tu kile kiwanja kwa gharama yoyote. Sasa hizi madhabahu mahali popote zinapojengwa, ziwe ni kwenye eneo la biashara, ziwe ni kwenye eneo la kazi, zina tabia ya kutumia mamlaka vibaya kuwakandamiza watu wa Mungu. Alafu kuwainua watu wake. Kwa hiyo tusipokuwa na madhabahu za Mungu aliye hai kwenye maeneo yetu, tukiacha hizi madhabahu nyingine zikajengwa, hizi madhabahu haziko upande wa wana wa Mungu. Zinaleta madhara makubwa kwa wana wa Mungu. Naboti huyu na Ahabu siku zote waliishi vizuri. Walikuwa hawana mgogoro wa aina yoyote. Lakini kitendo cha ile madhabahu ya Baali kujengwa, madhabahu ya Ashera kujengwa, angalia ile madhabahu ndio inabadilisha mtizamo na msimamo wa mfalme aliyoko kwenye kiti wa Ahabu. Ahabu akaanza kufanya mambo mabaya, sio kwa sababu Ahabu alikuwa ni mtu mbaya. Aha, kwa sababu ya aina ya madhabahu aliyoruhusu ikajengwa kwenye malango ya Samaria. Ile madhabahu ndio ilikuwa inaamua Ahabu apate nini, Ahabu atake nini kwa wakati huu, maana yake ilikuwa inasaidia kuongoza katika kiti cha Ahabu wakati amekaa. Kwa hiyo wakati madhabahu ile haijaja, hakukuwa na mgogoro wa aina yoyote. Baada ya ile madhabahu kuja, ndipo migogoro inaanza. Ahabu anaanza kutaka vitu ambavyo viko nje ya uwezo wake, lakini aliyekuwa anasukuma sio Ahabu, aliyekuwa anasukuma sukuma ni yule mama. Ndio maana ukisoma ile mistari kuanzia pale moja mpaka nane utaona wakati Ahabu anahuzunika kwamba amekosa lile shamba, yule mama anamwambia kwani ni wewe unayetawala wakati huu? Tafsiri yake ni kwamba kwa kuwa ile madhabahu nyingine zilikuwa ziko pale katika Samaria, maana yake anamhakikishia, kinachotawala sio wewe Ahabu, kinachotawala ni aina ya madhabahu zilizoko hapa kwenye nyumba yako hizo hizo zinazotawala. Kwa hiyo chochote wewe unachohitaji ukiisemesha hii madhabahu, madhabahu itakupa, madhabahu itakupa, madhabahu itakupa. Lakini jambo lingine, kabla hatujapata nafasi ya kwenda kuomba, angalia ile madhabahu pia inatengeneza watu wasiofaa. Wale watu wanaketishwa mahali, wanalishwa maneno kwamba semeni waambieni watu, iambie dunia Ahabu, a, a, Naboti amemtukana mfalme, lakini Naboti amemtukana Mungu, kwa sababu ile mazabau inajua inatengeneza maneno ya uongo, kwamba watu wakijua kwamba Naboti amemtukana Mungu, bila shaka watajua Naboti amekufuru. Kwa hiyo mwisho wa siku, huyu Naboti aliinuliwa, akawekwa mbele za watu, akapigwa mawe mpaka akafa, kwa sababu ile mazabau iliinua watu wasiofaa. Wale watu wasiofaa waliposimama mbele za watu, waliwashawishi watu kwa habari ya uongo, wakamsemea Naboti yale mambo aliyoyafanya, wakati Naboti hakufanya chochote. Kwa hiyo hizi madhabahu, unaona, zinapokuwa katika maeneo ya kazi, zinapokuwa katika maeneo ya biashara, huwa zinawasaidia watu walio upande wa hizo madhabahu, alafu zinakuwa kinyume na wale ambao hawako upande wa hizo madhabahu. Aidha zitatengeneza maneno ya uongo aidha zitatengeneza mashtaka ya uongo, aidha zitakutengenezea kesi za uongo kazini, ili usikubalike na kila mtu, ili kila mtu aliyeko katika hayo maeneo akukatae. Ndiyo maana anasema ni muhimu sana tukajenga, tukajua namna ya kumuinulia Mungu madhabahu kwenye eneo letu la kazi, kwenye eneo letu la nyumbani, kwenye eneo letu la biashara, kwa sababu haya matukio yote yanafanywa na ile madhabahu ya bahari iliyoko katika malango ya Samaria. Hiyo ndio inainua watu, hiyo ndio inainua mashahidi wa uongo, hiyo ndio inatengeneza uongo, hiyo ndio inahakikisha Ahabu ah, Naboti anachafuliwa kwa watu kutoa mashahidi wa uongo. Na wale mashahidi wa uongo waliposimama walitengeneza ushahidi, wakatengeneza tuhuma dhidi ya Naboti, kiasi kwamba Naboti hakupata nafasi ya kujitetea, hakupata nafasi ya kujisafisha walitengeneza namna walivyotengeneza, na watu wote wakaamini. Kwa hiyo kuna vitu vinaweza kuinuka katika maeneo yetu ya kazi, kajikuta tu ni kesi, hii inatoka inaingia hii, ikitoka hii inaingia hii, hata haujui chanzo chake ni nini? Kumbe kuna madhabahu ambazo haziko upande wako, kwa hiyo zinaanza kukutengenezea kesi taratibu, lengo ni kukuondoa pale ambapo Mungu anataka wewe ukae. Kwa hiyo na sisi tukiwa na madhabahu za Mungu aliye hai, kazi ya zile madhabahu za Mungu aliye hai ni kutusaidia sisi, ni kuwa upande wetu wakati wao wanatuchafua. Zenyewe madhabahu ya Mungu aliye hai, kazi yake ni kutusafisha, kazi yake ni kutupigania, kazi yake ni kututetea. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haya, tusimame tupate nafasi ya kuomba. Pate nafasi ya huomba sema Bwana Yesu, asubuhi leo ninasogea madhabahuni pako. Ee Bwana, ninaomba unirehemu, unisamehe na kunitakasa. ikiwa ziko madhabahu zilizoinuliwa kwenye eneo lengo langu la kazi kwenye eneo langu la biashara kwenye malango ya familia, na hizo madhabahu zikatengeneza wenye mamlaka wawe kinyume nami, asubuhi ya leo nisaidie. Ee eh Baba, dhidi ya madhabahu zote zilizotengeneza kesi dhidi yangu, zilizotengeneza mashutumu dhidi yangu, zilizotengeneza mashtaka ya uongo dhidi yangu. Ee hey Baba, ninaomba nisaidie katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, mahali ambapo wenye mamlaka wamegeuzwa ili kusimama kinyume nami ili nikose kibali mbele yao. Baba, hey nisaidie kwa damu ya Yesu. Ingia tuombea tu eneo lako la kazi, ombea tu eneo lako la kazi. Hizi madhabahu zinapojengwa zinaleta madhara kwenye maeneo yetu ya kazi, zina tabia kuinua watu wasiofaa katika maeneo yetu ya kazi. Hizi madhabahu zinapojengwa mahali, zinashughulika na wale watu wa Mungu waliobeba kibali, waliopewa kibali. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazaret aliye hai nami ninasogea asubuhi ya leo kwenye madhabahu yako Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai, zikiwa iko madhabahu ya giza iliyoinuliwa mahali, iliyoinuliwa kwenye maeneo ya biashara, iliyoinuliwa kwenye maeneo yetu ya kazi ili kutengeneza wazio zidi yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai, nami ninaomba asubuhi ya leo, ninaomba toba, ninaomba rehema ninaomba toba ninaomba rehema. Hizi madhabahu mahali zilipo zinafanya kazi ya kuwagandamiza watoto wa Mungu ili wakose haki za ili wakose haki zao. Eh Baba, ninaomba toba na rehema. Wako watoto wako wanapita leo kwenye changamoto kubwa, kwenye ofisi zao, kwenye kazi za mikono. Mungu, kuna vita zimeinuka kuna vita zinaongozana kwenye kazi hizo, kuna watu wasiofaa wameinuliwa kwenye hizo madhabahu ili kusimama kinyume na watoto wako, Baba, katika jina la Yesu, nami ninasogea madhabahuni pako asubuhi ya leo kwa moyo wa toba, kwa moyo wa toba na rehema, nikiomba dhidi ya watoto wako, dhidi ya wale wanaopita kwenye changamoto ya kiofisi, dhidi ya wale wanaopita kwenye vikao, kwenye vikao visivyofaa, eh Baba, kila vikao vya uharibifu vilivyoinuliwa na mazapau za giza ili kuharibu maisha ya watoto wako, nami ninasimama kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, sawa sawasawa na neno lako, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, ile damu ya Yesu iliyojaa ushindi. Unaielekeza kwenye ofisi za watoto wako kwenye ofisi zote Baba, katika jina la Yesu. Baba, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, ninaomba kwa ajili ya watoto wako, kila aina ya ushawishi ulioinuliwa na madhabahu za kuzimu, ili kuharibu kazi yako ya mikono, ili kuharibu biashara, ili kuharibu familia, nasi tunasimama na hiyo damu ya mwana kondoo. Hiyo damu ipite, hiyo damu ipite korabashakata rapaseket iamayandaraba rapaseket ahali rohoizi zimeinuka ahali hizi bazabao zimeinuka na kutengeneza ushawishi ili kuharibu mipango ili kuharibu maono na, na, na damu ya mwana kondoo, na damu ya mwana kondoo kwenye hizo ofisi, kwenye hizo hizo ofisi, kila aina ya mamlaka zilizosimama juu na hizi madhabahu zikaitumia vibaya ili kuvuruga mipango yetu, ili kuvuruga maono.